Hii sasa inatupeleka katika habari yetu ya pili ambapo tunaelekea huko Bariadi ambapo uh, mwalimu aliyetuhumiwa kufanya mapenzi na mwanafunzi auawa na wananchi. Na tunajuzwa kuwa Mwalimu Daniel Msalika mwenye umri wa miaka 42, wa shule ya msingi Nyasosi, wilayani Bariadi, mkoa wa Simiyu, amefariki dunia Julai 31, katika Hospitali ya Rufaa ya Bugando aliyokuwa amelazwa akitibiwa majeraha yaliyotokana na kushambuliwa na baadhi ya wananchi kwa madai ya kujihusisha mapenzi akimapenzi na mwanafunzi wa kike wa shule hiyo. Nam, hiyo habari ikiwa inamhusu mwalimu huyo aliyeuawa na wananchi baada ya kubainika hivyo. Maoni yanaonyesha kwamba zaidi ya 2300 yamekusanywa huku mtazamo wa jumla ukionyesha wachangiaji wamesikitishwa na kitendo cha kinyama cha wanakijiji hao, ambapo asilimia 80 wamehusisha kitendo hicho na chuki dhidi ya walimu wanaopelekwa maeneo ya vijijini kwa kuhofia watoto kwenda shuleni na kukosekana na kukosekana nguvu kazi kwenye kilimo na asilimia 20, kwa upande mwingine wakimlaumu mwalimu huyo kwa kujihusisha kimapenzi na binti wa umri mdogo. Naam, hivyo ndio takwimu zetu zinavyoonyesha. Tuangalie mdau wetu umetuandikia nini kwenye mitandao yetu mbalimbali mbali. Nikianza na huyu Kaboli, yeye anasema kuwa wapuuzi sana hao wana kijiji. Kuna jamaa yangu anafundisha Simiyu, anasema wananchi hawataki walimu uh, hawataki walimu kwa kuwa watoto wao wanaacha kuchunga wanaenda shule, hivyo hao huwatafutia walimu visa. Naam, Lady J anasemaji? Anasema hata kama angelikuwa huyo binte ni mwanafunzi au mke wa mtu bado isingelikuwa sababu ya kumuua. Anayeruhusiwa kutoa uhai wa mtu ni Mungu pekee. Visa na visasi hivi sijui vitaisha lini? Laiti tungekuwa tunatumia akili zetu kuwa yaliyomema na uh, ya upendo Uh, na ya upendo na kuyatafuta mabaya roho mbaya na chuki binadamu tungeishi kwa amani sana. Naam, hayo ni mawazo yake Lady AJ ila wewe mdau wetu, na maoni gani kuhusu tukio hili la mauaji? Unaweza kuandika maoni yako kwenye sehemu hii ya comments.